Ni furaha ya wakazi wa kata ya Bombambili Manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Leo mwezi wa 4 me... mwaka 2025 imeandikwa historia mpya ya siasa na maendeleo ya jamii ya watu wa Bombambili. Chama cha Mapinduzi CCM kimezindua rasmi ofisi yake ya kata iliyojengwa na mfadhili Amandus Jordan Tembo maarufu kwa jina la Toronto mwezi wa kwanza mwaka 2025 kwa fedha ya mdao wa maendeleo. Ofisi yetu ilikamilika tarehe 26 mwezi wa nne mwaka 2025 kwa ujenzi wa samani wa shilingi milioni 36 laki mbili kwa fedha ambazo wametoa mdao wa maendeleo Amandus Tembo, na leo hii ofisi yetu ya chama vizuri mfadhili huyu ambaye kwa sasa anaishi na kufanya kazi nje ya nchi ya Tanzania amesema ameamua kujenga ofisi hiyo kama sehemu ya kurudisha kwa jamii iliyomlea na kumpa misingi ya maisha, huku akiahidi zoezi hili litakuwa endelevu. Kipindi ninaanza shughuli hizi za ujenzi wa maofisi haya, kuna Baadhi ya maswali ambayo yalikuwa yameibuka kidogo, watu walikuwa wana mashaka, wakahoji kwa nini. Sasa nimekuwa nje ya nchi kimasomo na pia nikabahatika kupata ajira huko, na kile ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia mimi na familia yangu, nimekuwa nikijaribu kurudisha mapenzi ya dhati hapa nyumbani ili tuweze kushare yale ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Waingereza wanasema Charity begins at home. Na mimi nimependezwa sana kuanza na nyumbani na kuhakikisha kwamba tunafanya shughuli hizi za kimaendeleo kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa letu maslahi mapana ya Wanasongea. Chama chetu cha Mapinduzi ni kielelezo kwa vyama vingine vyote vya siasa. Ni chama imara ambacho mpaka sasa kimekuwa kwa miaka 48 kimefanya kazi nzuri sana za kutuletea maendeleo wananchi wa Tanzania. Ofisi kama hizi zinawezekana kuwepo pasipo kutilia shaka yoyote, kila kata hapa jimboni kwetu Songea tukiweka nia ya dhati na maslahi ya chama mbele kwanza. Kama ambavyo andiko moja linasema, nyakati za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe na wenye kupenda fedha, basi tusijipende sana wenyewe na tusiwe watu wenye kupenda sana pesa, tuwe na moyo wenye kujitoa uzalendo na nchi yetu na chama chetu cha mapinduzi, na tulinde amani ya nchi yetu. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa kata ya Bombambili wameeleza furaha yao, akiwemo diwani wa kata hiyo, wakisema ofisi hiyo itarahisisha utendaji kazi wa chama na kuwapa sehemu rasmi ya kukutana na viongozi wao. Tumetekeleza ilani vizuri, vijana wako na mashaka yoyote, lakini pia nichukue nafasi hii sana ndugu, kumshukuru sana ndugu Amandus Tembo, katufanyia jambo kubwa sana kata bomba mbili. Maneno yalikuwa mengi, mambo yalikuwa mengi, lakini mwisho wa siku Mwenyezi Mungu atujalia, mheshimiwa mgeni rasmi leo unakuja kuzindua ofisi yetu ya chama cha mapinduzi kata bomba mbili, na umeona tokea asubuhi ni neema kubwa Mwenyezi Mungu anamwagia maji tu ili jengo letu, hii inaonesha kabisa Mwenyezi Mungu pia naye leo amepokea furaha wana Bombambili. Amandus Jordan Tembo kumshukuru ndugu Tembo na kumtia moyo asiachie hapa alipofikia. Kuna usemi ambao yeye kisha utafsiri kwamba anapokuwa mwanamume kafanikiwa nyuma yake kuna mwanamke ambaye ni mkewe, na kaeleza mchango wa mkewe. Kwa hiyo na mimi naendelea kukuthibitishia kwamba tuna uthamini mchango wako wewe na familia yako pamoja na mkeo. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Ruvuma Comrade Odo Mwisho, wakati wa uzinduzi huo, amempongeza mfadhili huyo na kutoa wito kwa Tanzania wengine ndani na nje ya nchi kuiga mfano huo wa kizalendo na kujitolea kwa ajili ya maendeleo ya taifa, huku wakimtaka kupuuza maneno yanayoweza kumkatisha tamaa. Nimpongeze sana mda wetu ndugu yetu Amandus Tembo au aka Toronto au sio? Nampongeza kwa sababu yeye ameamua kuonyesha moyo wake wa uzalendo ndani ya chama chetu kwa kujenga ofisi za chama. Mimi nakushukuru kwa niaba ya Chama Cha Mapinduzi mkoa wa Ruvuma. Taarifa yako tuliipata, na ulianza kule kata ya Subira, umejenga ofisi nzuri sana ya kisasa na leo umekuja kata ya Bombambili unajenga ofisi nzuri ya kisasa, na hiyo ofisi nimeangalia kwa kweli ni ofisi nzuri sana. Hongera sana. Kulikuwa na maneno mengi kikawaida, maneno hayawezi kwisha, labda uishe wewe, au sio? Maneno hayawezi labda uishe wewe na hasa katika kama unafanya kazi katika kipindi hiki cha mwaka wa uchaguzi, kuamua kujitolea kufanya ujenzi kama huu ni jambo moja, kugombea ni jambo lingine, na kuchaguliwa ni jambo lingine. Kwa hiyo unaweza ukajenga maofisi kata zote na usigombee Unadaiwa na nani? Unaweza ukajenga ofisi kata zote na ukagombea na usichaguliwe, utamdai nani? Haya mambo ni uamuzi wa mtu na anavyoona inafaa kukienzi Chama Cha Mapinduzi. Hii ni ishara ya kwamba Watanzania waishio ughaibuni wana nafasi kubwa katika kuchangia maendeleo ya nyumbani. Kama alivyoonesha Toronto, hakuna mchango mdogo, kila hatua ni muhimu kwa ustawi wa jamii. Hii ni Toka Zamani TV, mimi ni Shehani Mzaina. Kuendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka kwetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Tunapatikana Facebook, Instagram, TikTok, pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV, asante na kwaheri kwa sasa.